Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini, Mhandisi Yahya Samamba amewataka watumishi wa Tume ya Madini kuweka mikakati ya kuwainua wachimbaji wadogo wa madini kutoka kwenye uchimbaji mdogo wa madini na kuwa wa kati hatimaye kumiliki migodi mikubwa ya madini. Mhandisi Samamba ametoa kauli hiyo jijini Mbeya kwenye ufunguzi wa kikao cha kwanza cha baraza la pili la wafanyakazi wa Tume ya Madini lililoshirikisha wawakilishi kutoka Chama cha Wafanyakazi wa Serikali na Afya Tanzania TUGE taifa na mkoa, manajimenti ya Tume ya Madini na wawakilishi kutoka ofisi za maafisa madini wakazi wa mikoa amesema kuongezewa lengo la ukusanyaji wa maduhuli kwa kila mwaka ni ishara tosha kuwa serikali ina imani kubwa na utendaji wa Tume ya Madini na wao kama Wizara ya Madini wataendelea kuweka mazingira mazuri kwa watumishi wa Tume ya Madini ikiwa ni pamoja na maboresho ya ofisi za Tume ya Madini makao makuu na za maafisa madini wa kazi wa mikoa, ununuzi wa vitendea kazi ikiwa ni pamoja na magari, mashine za upimaji wa madini ya metale kwenye masoko ya madini. Ameendelea kueleza kuwa mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa umeendelea kukua hadi kufikia asilimia tisa na kusisitiza kuwa lengo la asilimia kumi linatarajiwa kufikiwa ifikapo mwezi Juni mwaka huu. Amesema kuwa serikali kupitia wizara ya madini imeendelea kuweka mazingira mazuri kwa wachimbaji wadogo wa madini ikiwa ni pamoja na uanzishwaji wa masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini nchini kwa lengo la kuhakikisha wanapata soko la uhakika kuwaunganisha na taasisi za kifedha kwa ajili ya kupata mikopo elimu kuhusu njia salama za uchimbaji wa madini na kuongeza ushiriki wa Watanzania katika sekta ya madini kupitia kanuni za ushirikishwaji wa Watanzania katika sekta ya madini local content. Kiu ya serikali ni kuhakikisha wachimbaji wadogo wanaondokana kwenye uchimbaji mdogo wa madini na kuwa wakati na wakubwa, kwa kuwa watazalisha ajira wa zaidi kwa watanzania na kuongeza manunuzi ya ndani na serikali kupata mapato yake kupitia kodi na tozo mbalimbali mbali. Amesema kuwa Tume ya Madini itaendelea kufanya kazi kwa bidii na ubunifu katika kuhakikisha watanzania wanaendelea kunufaika na rasilimali za madini. Mohab TV Mbeya.